Ya roho yake njema, kwa sababu ya roho yake njema mfalme alifikiri kumuweka juu ya ufalme wote. Kuna kitu cha kujifunza hapa, ndio maana hiki kitabu kinatajwa kuwa ni kitabu cha wafalme, kitabu cha watawala. Katika dunia hii, wangekisoma wangeelewa mambo mengi sana, wangemtumikia pia Mungu katika mambo ya utawala, katika haki kuna watu wengi katika kutumika katika ajira za serikalini katika makampuni, wanafanya bidii ya kujipendekeza mbele ya mwajiri kwa namna nyingine yote. Wao wenyewe hawana tabia njema, ila wanajaribu kutengeneza mazingira ya kumshawishi mtawala, ili aweze kuwaweka, hata kuhonga hela, ili awaweke katika vyeo vya juu lakini ilikuwa tofauti sana. Yaani hizi sio njia ambazo Mungu anazitumia. Unaweza ukatumia hizo njia na bado usifanikiwe kuinuliwa, kwa sababu hizo sio njia halali ambazo hata Mungu anazikubali. sikiliza vizuri. Hapa da imeandikwa katika maandiko kwamba Dario aliona ndani ya huyu mtu roho njema. Hivyo mafanikio ya kimwili ya nje ya kuinuliwa yanatoka ndani ya roho yanatoka rohoni, yanatoka katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana watu wanaenda, hawahangaiki tu na kusafisha, na kusafisha tabia zao wa, wa, wa, wa, watimiza majukumu yao vizuri maofisini. Wengine wanaenda mbali zaidi kwa sababu wana, wanaelewa ulimwengu wa kiroho unavyofanya kazi. Hata shetani anaelewa ulimwengu wa kiroho ulivyo na nguvu na ulivyo na matokeo katika ulimwengu wa kimwili. Wanaenda watu kuloga ili apendwe na ana, apewe uteuzi. Wanaenda kuloga ili kwamba e, anajua ulimwengu wa kiroho ukisimama nyuma yake, hapo anaweza akashinda. Hata shetani anajua. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu wanaomtegemea wanatakiwa kuelewa juu ya nguvu ya kumtumaini Mungu. Kumtumaini Mungu ndio ustawi wa kiroho ndio mafani, ndipo mafanikio yote yalipo yamejificha. Danieli kwa sababu ya roho yake njema. Roho yake njema ilitokana na nini? Na haki ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Hivyo kumtegemea Mungu katika jambo kunasababisha kustawi kiroho. Ustawi wa kiroho huu ndio unafungua milango mingi katika maisha ya kimwili. Mtu anaweza akawa na laumu kwamba biashara yangu haiendi, kazi zangu haziendi kwa sababu E, anaona anaona yeye ni, ni kama bidii zake tu ndio ambazo zinatakiwa kuleta matunda katika kazi anayoifanya, asitambue kwamba katika ulimwengu wa kiroho ndiko vita vinakopiganwa. Sikiliza ndugu mtazamaji, ni kwamba Mungu anahitaji, yani anapotukomboa, na anahitaji atukomboe na kila kitu tulicho nacho anahitaji atukomboe na kila kitu tulicho nacho, vitu vyote. Imeandikwa vitu vyote vilivyopo duniani ni mali ya Mungu. Kwa hiyo kama ni mali ya Mungu, maana yake sasa ni kwamba anapotukomboa sisi na mali zetu tulizo nazo, zinakuwa ni mali yake, kwa sababu Shetani, Shetani unajua ni mnyang'anyi. Shetani ni ni, ni, ni mvamizi alitambua kabisa Mwanadamu alipoumbwa akawekwa katika dunia hii awe mtawala wa mwisho. Alielewa kwamba huyu nikimdanganya mimi ndio nitakuwa mtawala wa dunia hii, na kweli akamdanganya, akawa mtawala wa dunia hii. Vitu vyote ambavyo vilikuwa chini ya Adam vikawa chini ya Shetani, ndio maana imeandikwa, Mungu wa dunia hii Shetani mwenyewe. Leo hii mtu anapotafuta madini, anatafuta mali fulani, anaenda kwa mganga, anaenda wapi? ili akapata yale madini, kwa sababu hivi hivi haiwezekani kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu mmiliki sasa sio sisi. Ina maana sisi tungekuwa wamiliki halali, tungepata tu yale madini kwa urahisi, lakini mtu anaamua kwenda kuloga, kwenda kwa mganga, kwenda kufanya nini, ili apate yale madini. Ina maana anaenda kwa Shetani kumuomba, ili ampatie, kwa sababu sasa mwanadamu sio mmiliki wa hivyo vitu, aliuza umiliki. Mwanadamu aliuza umiliki wake wa, wa dunia hii kwa Shetani kwa hiyo shetani sasa ndio anayetakiwa kumgawia tena nani mwanadamu. Zingatia na ukumbuke katika hata majaribu ambayo Yesu alipitia mbele mbele za shetani, shetani alimwambia nisujudie, nitakupa haya yote. Kwa nini alisema hivyo? Shetani yeye alijiona ni miliki tayari kwa sababu umiliki alishauondoa kwa Adamu. Umiliki aliupokonya kutoka kwa Adamu wa hii dunia, kwa hiyo alitambua kwamba huyu mwanadamu ambaye maana Yesu alikuwa na amechukua umbo la kibinadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa, e, shetani alitambua kwamba huyu mwanadamu siku zote atakuwa na haja ya kutaka kumiliki vitu. Atakuwa na tamaa ya kutaka kumiliki vitu, na anajua ni udhaifu wa wanadamu tangu zamani. Kwa hiyo sasa alimwambia Yesu e, nisujudie tu nitakupatia hivi vyote, nitakupatia miliki yote ya ulimwengu, lakini Yesu kwa sababu ndiye aliye anatambua kwamba mimi ndimi niliyekuja kuvipokonya hivi vitu kutoka kwa huyu muovu, hakukubali hicho kitu, hakukubali hicho kitu na akamwambia, anayetakiwa kusujudiwa ni Mungu peke yake aliyeviumba hivi vyote, wewe sio muumbaji. Kwa hiyo huyo ndio nitamsujudia, nipatie hivi vyote, lakini sio wewe ambaye ni mwizi tu. Ukiambiwa hata utengeneze madini huwezi. Kwa hiyo muumbaji ndiye wa kusujudiwa, wakusujudiwa. Kwa hiyo sasa E, tunaona kwamba hapa Danieli hakukuwa, hakukuwa na kitu chochote kingine ambacho kimemfanya kupendwa kiasi hiki hata kuwekwa juu ya ufalme wa Babeli, ufalme wa Babeli, lakini pia ufalme wa Wamedi na Wajemi, ni ni, ni ni ni kumtegemea Mungu ndicho kilichofanya roho yake istawi. Ulimwengu wa kiroho ambao ni Mungu mwenyewe alikuwa nyuma yake, ndiye ambaye alimfanya Danieli aweze kustahili na kuwa mashuhuri katika kazi zake akiwa anatimiza majukumu yake, kazi safi. Kwa hiyo ni ushuhuda mzuri sana na wenye nguvu sana kwa wote ambao ni Wakristo wanafanya kazi katika nafasi za umma au katika utumishi wa umma wanapaswa kumtegemea